Hatua ya Babalevo na Mwijaku kutangaza nia ya kugombea ubunge kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utakaofanyika mwezi Oktoba kunazua mjadala kuhusu tasnia yao isiyo rasmi ya uchawa, sanaa ya kujipendekeza hadharani kwa watu maarufu au wenye nguvu ya kiuchumi. Babalevo ametangaza kuwania ubunge wa jimbo la Kigoma Mjini, huku Mwijaku akilenga jimbo la Mvomero mkoani Morogoro, wakiwa wametumia uchawa kama jukwaa la kujijengea majina makubwa ndani ya tasnia ya burudani. Hatua yao ya kuelekea kwenye siasa inazua maswali kadhaa. Je, huu ni mwisho wa taaluma yao? Je, watawarithisha wengine mbinu zao? na je, kizazi kipya kipo tayari kuchukua nafasi za baba levo pamoja na Mwijaku? Kila mmoja ana jibu lake, lako pia mfuatiliaji wa video hii niachie hapo chini kwenye comment section. Hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwao kuhusu kuwafundisha wengine ujuzi wao. Hata hivyo, kwa vitendo vya mafanikio yao tunaoyaona katika mitandao ya kijamii, kujenga magorofa na kununua magari ya bei, tayari wamekuwa kama walimu wa kimya kimya kwa vijana wengi. Uchawa hauna shule rasmi, ni mbinu ya kutumia ushawishi, maneno matamu na nafasi za mitandao ya kijamii ili kujinufaisha. Kwa maana hiyo, mtu yeyote mwenye akili ya kufuata nyayo zao anaweza kujijengea Iwapo watachaguliwa kuwa wabunge, itakuwa changamoto kubwa kwao kuendelea na hadhi yao ya sasa kama machawa wa watu binafsi. Majukumu ya kibunge yanahitaji heshima na kujitolea kwa wananchi wote. Inawezekana wakabadili mwelekeo wa mbinu zao na kuzielekeza katika uchawa wa kisiasa, yani kusifia viongozi wao au sera za serikali. Huu si mwelekeo mpya, bali ni sehemu ya siasa nyingi duniani. Kwa hiyo, sanaa yao ya mwanzo inaweza kuendelea kwa sura mpya. Kuondoka kwa Baba Levo na Mwijaku kwenye kilele cha uchawa kutaacha nafasi ya wazi. Tayari mitandao ya kijamii inaonyesha viashiria vya vijana wanaojitokeza kuiga mtindo wao wa kuishi wakijipendekeza kwa watu maarufu au wafanyabiashara wakubwa nchini Tanzania na nje ya Tanzania. Mafanikio ya wawili hawa ni ushahidi kwamba uchawa unaweza kuwa chanzo halali cha kipato na umaarufu, na hivyo kuwa motisha kwa kizazi kipya. Soko la machawa bado lipo na litazidi kuhitajika kadri watu maarufu watavyohitaji kutetewa na kusifiwa hadharani, yaani mbele ya watu. Safari ya kisiasa ya Babarevo na Mwijaku ni ukurasa mkubwa kwao binafsi lakini pia ni ishara ya mabadiliko makubwa kwenye jukwaa la uchawa. Je, baada ya kuchukua nafasi hizi, yani yaani baba leva pamoja na Mwijaku kuwa wabunge wa hayo majimbo ambao binafsi wameweza kuyachagua, mmoja jimbo la Mvomero mkoani Morogoro na mwingine jimbo la Kigoma mjini, je, uchawa utaisha Tanzania au utapoteza rasa tu na wao wataendelea kupiga pesa kutokana na nafasi za serikali watazokuwepo, au wataendelea kupiga pesa kutokana na uchawa ambao ndo wameutambulisha zaidi hapa nchini Tanzania. Komenti yako ni ya muhimu sana mtazamaji na mfuatiliaji wa video hii, chini kwenye comment section hii hapa. Ni Monny TV online, usiache ku subscribe, ku like, ku comment na ku share, ili kila mmoja awe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazoendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.